Elfu mbili wako kule juu ya mawe, siku mgodi ukifungwa, si watakwenda wapi? Mkoa Mara hautakalika. serikali ya yoni, sisi tunaolia kila siku, saidieni hawa watu, mgodi umechukua na, na, na, na, na, na, na waziri mkuu angekuwa hapa asikie na mawaziri wengine msikie. Mgodi, waziri wa mambo ya ndani, mgodi unalipa mpaka askari. Mimi naamini askari analipwa kulinda mwekezaji na analipwa na serikali, lakini mgodi sasa hivi unalipa askari kila siku shilingi elfu hamsini hamsini askari wanaokwenda kulinda ule mgodi, na ndio maana wamekuwa royo kwa mgodi. Mtu wa mgodi akiwaamrisha kupiga mtanzania risasi wanapiga tu, hawajali. Askari wamekuwa wanyama pale. Juzi wanakwenda kwenye kituo cha afya, wanapiga risasi kituo cha afya. Kuna watu wanafanyiwa upasuaji pale, kuna watu wana pressure pale kuna wakina wanapiga mpaka mama ambaye anachukua dawa pale. na Tanzania, mambo hayo mnaona ni sawa? Mimi nasema, na hii ni kauli yangu, na ni kweli tupu, lazima yale mauaji yakome ya pale. Yasipoisha, askari wenu wale wataniua mimi. Nawaambia ukweli, wataniua mimi kabla sijamaliza ubunge wangu. Siwezi kukubali tena waendelee kuua wananchi pale. Ingia mwaka 94 Wakuria wanauawa kama wanyama. Hata Profesa Magembe, hapo ukigusa swala pale polini hawezi kukubali, huyo natanapayake gusa swala mle ndani uone kama atakubali, sembuse mtu. Watu wanauawa kama wanyama, halafu si tukaye hapa tunapiga makofi. Ninakuomba profesa, tunaomba swala la wachimbaji wadogo lile lipatiwe ufumbuzi, watu wapate eneo kwa sababu mzungu amekuja akawakuta wanachimba Nyabirama, amewakuta wanachimba pale Nyarugusu, amechukua lile eneo, hamjatengewa wananchi nchi maeneo bila kufanya hivyo.